Mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema warafana laka dhikraka. Ndugu zanguni, ama anwani yangu leo hii inaitwa tihabul marara, maumivu ya nyongo itihabu lmarara maumivu ya nyongo. Huwa tihabu yusibu almarara ni maumivu ambayo huanzia pale pale kwenye nyongo yenyewe. Waalmarara y adu lsaghir mithla shikli kumithiri sema um, nyongo nika ni kiungo kidogo sana eh, chenye umbile wa ile tunda la kumathir, yaqau la eh, ala janibil aymani min batin tahta al-kibdi, ambayo hii nyongo inapatikana upande wa uh, kulia chini ya ini eh, yani, nyongo na ini ni viungo vilivyo karibu, vilivyoambatana. haithu tahwi elmarara sailan hadhimia, hii nyongo, moja ya kazi yake ni kutema maji, inatema maji kwa ajili ya umengenyaji wa chakula ambao kitaalamu maji hayo yanaitwa usaratu asfara eh? Yani, tunaweza kusema ni juisi ya manjano ile inayotemwa tutlaqu fil am'ai daqiqa, ambayo yale maji ya manjano hutupwa au hutemwa kwenye utumbo mdogo katika hali hizo. Na ndio maana, kwa sababu inaenda kusaidia umeng'enyaji wa chakula, wewe waweza kuona umekula dona lako, kwa huku kwetu kiafrika tunasema umekula dona au umekula sembe lako, labda ni jeupe au si jeupe sana, lilofifia. Lakini unapokwenda kwenye haja kubwa, haja inayotoka inatoka ni ya manjano. Kwa nini chakula ulichokila chenye rangi ya weupe halafu kitoke cha manjano? Ni kwa sababu ya maji haya yanayotoka kwenye nyongo, ndiyo yanafanya kile unachoenda kujisaidia kinatoka kikiwa ni cha manjano. Ni kwa sababu yale maji yamemwagwa na kusaidia unyanyinyaji wa chakula ulichokila. Naomba omba unasikiliza vizuri, ili uweze kuona kwamba kwa, kwa namna gani nyongo ni kiungo muhimu sana katika maisha yako, lakini pia nyongo ni kwa namna gani ambavyo inaweza ikawa ni hatari katika maisha yako vilevile pindi inapopatwa na matatizo wa fi muadham alhalati, na katika hali nyingi eh, tusabibu alhuswati alsufurawiya, nyongo inaweza ikasababisha vijimawe vidogo vidogo ndani mwake, vijimawe hivyo vinakuwa vya rangi ya manjano. Alati tasuddu lanbubu lmuadhi il ila khariji lmararati lisabati bitihabi lmarara, ambavyo hivyo vijijiwe vinaenda kukaa katika mrija wa kutolea yale maji ya manjano. Sasa vyenyewe vitakapoenda kukaa pale kwenye ule mrija vitaenda kuzuia yale maji ya manjano yasiweze kutoka. Hayo yanaitwa nayo ni mawe ya, ya nyongo, na hapo ndipo patakapoanza maumivu katika mwili wako maradhi ya kupata maumivu katika tumbo lako, lakini maumivu hayo asili yake ni mawe ya nyongo yaliyoziba katika mrija wa kutolea yale maji ya manjano lakini kisha wanasema, yuadi dhalika ila tarakum alusarat alsafra alati yumkinu an tusabiba liltihabe. Kitendo cha yale mawe kwenda kukaa kwenye ile mirija au ule mrija wa kutolea yale maji ya manjano, basi kinaweza kikapelekea tarakumu lusaratu safra Yani, kujazana kwa ile juisi manjano ile, kuendelea kujazana katika ile nyongo yako, kwa sababu yanakuwa hayatoki, bali nyongo yenyewe ina kazi yake, inaendelea kupokea yale maji e, ya manjano kutoka kwenye ini, halafu nyongo yenyewe inakuwa haitoi. Sasa hapo itatusabibu itihab, itasababisha ita maumivu eh.

ambao ni wujudu mashakili fi kanati marara ambayo hizo sababu zingine ni kupata matatizo au kutokelezea matatizo katika ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule mrija wa nyongo wenyewe . Ule mrija wa nyongo ukawa na shida, basi hapo pia itapelekea kupata matatizo mazito au auram au, au ikatokelezea vimbe mpaka vimba vile, vile. Sawa au maradhi khatira, au yakatokelezea yakaja kuzalika maradhi mengine ambayo ni hatari zaidi katika afya yako, au baadhi anwai iladawii au baadhi ya maradhi ambayo ni ambukizi, yanaweza yakaanza kuanzia katika mchakato huo. Hii ndiyo nyongo na uwepo wake na shida zake na mitihani yake, inapotokelezewa na shida aina yote, ya aina yoyote, patatokelezea mambo kadha wa kadha katika afya yako, na ndio maana na sisi kwa idhini yake tabaraka wa taala tumekuandalia dawa ya nyongo inaitwa marara, eh, itaenda kutibia nyongo yako na kuyeyusha mao yaliyojazana katika, katika nyongo na ku mao yale yaliyoziba mrija wa nyongo kutoa maji ya manjano kwenda kwenye usagaji katika hali ya namna hiyo. Na hata ule mrija wa nyongo ambao unatoa ile maji ya manjano kama utakuwa umevimba basi, pia dawa hii inafanya kazi. Wewe naambie tu Shekh Khamisi Suleymani na mimi kwa baraka wataala taala nikamuombe Mungu, nahitaji dawa ya marara. Sasa bado tunaendelea kuitambua pia nyongo, tunasema idha turika tihabu lmarara duna ilaji. Wataalamu wa tiba wanasema kama itaachwa nyongo bila, au yale maumivu ya nyongo bila kutibika eh? bila kutibiwa fayumkin an yusabiba mudhaafatin shadida, itapelekea kupatikana matatizo mengine mengi tena mazito sana. Yumkinu an tuhaddida alhayati ahyana, na wakati mwingine inaweza ikachukua uhai wa mtu, na tukasema qalu Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa ni kiungo kidogo unaweza ukaona kwamba hakiwezi kachukua uhai wako, lakini kwa hakika nyongo inaweza ikabeba uhai wako. Katika hali ya namna hiyo, sasa ni namna gani tutaweza kujitambua kwamba tuna matatizo ya nyongo? Hizi ni dalili ambazo nitakuachia hapa, kwa wezake Mwenyezi Mungu zikakusaidie nawe ujipime au uweze kumpima mwenzako, kwa dalili anazozisema mwenzio ni nyongo. Je, kwa dalili unazoziona wewe, kwa haya tutakayozungumza ni nyongo? Katika hali za namna hiyo, sasa dalili ya kwanza Tunasema alam shadid e, fi guzu al-uluwiyya al-ayman min al-batn aw al wasat al-batn, asema ni dalili ya kwanza ni maumivu makali sana katika eneo la juu la tumbo lako, katika eneo la juu la tumbo lako, upande wako wa kulia ni kwako, yani manake huu ndio upande wa kulia mwa tumbo. Sasa sehemu ya juu ni ipi ya tumbo? Itakuwa maeneo haya hapa, karibu na mbavu. Unasikia maumivu yaliyokuwa makali au maumivu yale yasiwepo hapo, au ya kati kati mwa tumbo kwa juu hapa, na kipindi ambacho unaweza ukasema kwamba sasa labda mimi naumwa vidonda tumbo, mbona sikia eneo hili hapa linauma sana au na gesi, naona kama gesi, kumbe ni nyongo ndiyo inayokusumbua. Ama dalili ya pili ya mtu mwenye tatizo la nyongo, tunasema alam ya mtadde ila lkathafi laiman au dhahar, asema mtu huyu atakuwa na maumivu yatakayoambatana na mabega

lakini kumbe ikawa sio maradhi yote ambayo yanaambatana na mgongo, kumbe asili yake ni nyongo. Lakini dalili ya tatu ya mtu mwenye tatizo la nyongo, tunasema alam inda lamsi lbatn, utakuwa unasikia maumivu makali wakati unapoligusagusa na kulitomasa lile tumbo lako, unasikia maumivu kwelikweli natumuna nyuma Kumbe hiyo ni nyongo inayokusumbua, kumbe hayo ni ma, ni mawe katika nyongo yanayosumbua, kumbe hiyo ni kuvimba kwa mrija wa nyongo unaokusumbua. Ama dalili ya nne ya mtu mwenye tatizo la nyongo tunasema alghathiani, mtu huyu atakuwa na tatizo la kichefuchefu eh? Kichefuchefu kana kwamba, kwa mwanamke unaweza kusema ni kama mjamzito eh? Kwa mwana mwana unaweza kusema labda kala kitu fulani, labda kimemchefua roho lakini katika hali ya kawaida tunakuta unapatwa na kichefuchefu, basi hiyo jua ni mawe ya nyongo yanayoleta shida. Lakini pia dalili ya, ta, ya tano tunasema alqai, mtu mwenye tatizo la nyongo, ndugu zanguni, ana kawaida ya kuwa anatapika edha, anaweza kawa anatapika katika hali ya kawaida bila kitendo chochote, au anaweza akawa anatapika hata wakati wa kula akajikuta tu anatapika eh? Lakini ukiona hali hiyo imeendelea, jua hiyo ni nyongo ndiyo inayokusumbua. Ama dalili ya sita tunasema humma au alqasharira, mtu huyo atakuwa na homa mtu eh? mwenye nyongo atakuwa na homa zisizomuisha, mara kidogo tu ah, najisikia vibaya, najisikia mbona, uko hivyo homa homa tu eh? kama jinsi tunavyojua wagonjwa basi hiyo jua ni nyongo inayokusumbua, ama dalili nyingine ya saba. Dalili ya saba tunasema yarqani, mtu huyu atakuwa na tatizo la yarqani. Yarqani ni nini? Yarqani ni ile hali ya kuwa na macho kama manjano manjano fulani hivi, hiyo itakuletea shida. Ama dalili nyingine ya nane tunasema taghayur fil bauli, haja yako ndogo pia itabadilika. Eh, ile haja ndogo yako uliyozoea ya, itakuwa sivyo ndivyo, lakini dalili ya tisa tunasema irtifa darajat alharara, mtu huyu kiwango cha joto kitapanda juu eh? kwa sababu ya nini? ya nini ya nyongo ikhwani, na kufikishia haya kwa sababu Yupo mtu ambaye anaugua tatizo lakini hajui wapi pa kwenda kupata suluhisho. Sasa tunaporekodi kama hivi, inaweza kumfikia huyo mtu na akaona afadhali, nimepata suluhisho la tatizo langu katika hali ya namna hiyo. Kwa hiyo, hiyo ndiyo nyongo na tiba yake tunayo, inaitwa marara. Kwa idhini yake Tabaraka Wataala, itaenda kukufanyia hali iliyokuwa nzuri, lakini ikhwani zipo sababu nyingi sana za maumivu ya nyongo. Moja ya sababu tunasema alhuswatu almarara, yani ni yale kupatikana kwa mawe ndani ya nyongo, ni moja ya sababu ya nyongo kuanzisha maumivu. Lakini pia sababu ya pili tunasema warmu, kuvimba kwa nyongo, ni moja ya sababu mtu husika akaanza kupata maumivu makali. Kumbe maumivu yale asili yake ni kwenye nyongo. Ama sababu ya tatu insidadi kanawati elmarara il, ni kuziba kwa uh, uh, mirija ya nyongo, kuziba kwa mirija ya nyongo nayo, na pia itapelekea mtu huyu kupata maumivu makali katika afya yake. Kitendo hicho kumbe asili yake ni nyongo, lakini sababu ya pili, ya nne ya mtu kuugua tatizo la nyongo tunasema aladawi panapotokelezea maambukizi katika afya yake, yanaweza kapelekea mtu huyu kupatwa tatizo la maumivu ya nyongo. Lakini sababu ambayo labda ni ya tano, kama nitakuwa sijakosea, maradhon shadide, ni mtu kuugua maradhi mazito. E, wale wenye kuugua maradhi mazito mara nyingi huwapelekea kupatwa na tatizo la nyongo. Yote kwa yote tunasema likulli dai dawa Eh, Bwana Mtume katufundisha, anasema kila ugonjwa unayo dawa. Fa idha usiba da udawa bare abiidhnillah, ugonjwa unapopatiwa dawa yake, basi ugonjwa huo unapona kwa idhini yake Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi. Na mimi naamini kwa idhini yake la ilaha ila Allah, naamini dawa hii itaenda kukufaa, na mimi namuomba Mwenyezi Mungu kwa yule atakayejaliwa kuipata dawa hii ikamfae na ikamtibie, na Mwenyezi Mungu akamponye, kama jinsi tunavyosema minna dua wa minallahi alijaba, kwamba sisi tunaomba dua, sisi tunatibia, lakini kwake Mwenyezi Mungu ndiko kunakotoka majibu ya ponyo kwa idhini yake rahman. Inshallah, mimi napatikana Dar es Salaam na kwa Dar es Salaam ni rahisi sana kuipata dawa yetu hii ya marara, na wale walioko mikoani waweze kunambia wapi ulipo, nitakufikishia kwa idhini yake rahmani. Ama wale waliopo nchi za nje huko, basi niwe tu kunipa oda yako. Dawa hizi zipo na ni mujarabu sana kwa idhini yake muumba wa mbingu na ardhi, inshallah. mimi ni kuambie, mimi Shekh Khamisi Suleymani na nyumba ya tiba na dua Tunafanya tiba lakini pia tunafanya dua, ndio maana tunaitwa nyumba ya tiba na dua. Kwa wale wenye kuhitaji tiba, tiba ndo kama hizi na nyinginezo nyingi tu zinapatikana kwetu, lakini pia kwa wale wanahitaji duaa, basi karibu sana tutakuinulia mikono kwa Allah, na Mwenyezi Mungu atakuponya. Ni age kwa leo, wa kusema dumu fi riayatillahi wa amne, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.